Uh, ni kweli nimefiwa na mama mdogo wangu, shangazi, dada ni, dada, mtoto wa baba mkubwa, majirani uh, wa hapa walikuwa wamepanda gari moja, wamekodisha gari wanakuja Moshi nyumbani tuna siweja sasa. Taarifa nilipata vipi? huko katika maandalizi ya harusi, kwa hiyo sababu huko ni nyumbani na Moshi pia ni nyumbani, kwa hiyo mama, kuna watu tayari walikuwa wameshaungana nao huku kwa ajili na waje wajumuike kule ukumbini. Sasa nadhani walitoka kuu saa kumi bae, saa kumi na nusu hivi ndo walikuwa wameanza safari, kwa hiyo mimi nilipigwa tu simu hapo bana, kuna taarifa mbaya nimeipata, kwamba anasikia kina mama amepata ajali. Sasa nilipopata hiyo taarifa nikajaribu kumpigia mama, ni wakati huo huo nikakata simu, alinipigia nikampigia mama, haikuwa inaita, nikapiga namba nyingine, hakuwa inaita, nikapiga kwa mtu wa hapa ambaye ni ana yuko around hapa hapa Same, piga anabese huko hapa maeneo ya yeah, Sabasaba, mama wako alikuwa wamekodisha ile gari wanakuja kwenye harusi limegongana na basi aina ya Chanel One wame wamegari limelipuka moto. Yaani hapa sidhani kama hata kuna mtu kwenye kosta ambayo amepona. Kwa hiyo nika sikutaka hata kumwambia mzee kwa wakati huo, nikajikaza nikarudi ofisini nadhani kwa muda ule. Sasa baadaye nikabidi ni nzime simu kwamba siku anataka kupokea taarifa yoyote, kwa sababu wote walikuwa ni familia. Yaani kosta nzima watu 30 wote ni familia ko, sikutaka kupokea taarifa yoyote kwa wakati ule. Maneno ya mwisho ambayo aliniambia ali, nadhani, no hiyo maneno ya mwisho pale niambia tu kwa bana, si mimi nitakuja na Zuhura mimi nitakuja na Zura, nadhani Jumamosi tutakuja zetu huko. Hicho ndio alichoniambia. Siwezi nikasema kuna vitu vingine ambavyo tuliongea ni huko nyuma, lakini kwa mara ya mwisho mimi nilipoongea naye aliniambia tu kwenye harusi utakuja na Zura ambayo ni Jumamosi tutakuja na hawa watu wengine, sababu wakati wote tulikuwa tunawasiliana na mama wakati wote, sababu mimi ndo mtoto wa kwanza na hao wadogo zangu wawili, ambapo mwingine ndo huyo iko Moshi, mwingine ndo huyo ambaye ame- ame huyo wa kike ndo mdogo wetu wa mwisho ambaye pia ndo amaliza form 4 juzi, ndo shule zime amepangiwa shule na hapa wenyewe ndo amekuja juzi tu. Alikuwa anasoma form 5 huko Tanga, kwa amekuja juzi, nadhani hana hata wiki mbili hapa. Na pia hakuwa tu mtu kama anapenda sana sherehe wanavyosema hapa, pia alikuwa sio, hakuwa anataka hata kwenda kwenye shughuli, lakini kwa sababu tu walimwambia na ni dada yetu ambaye alikuwa anaolewa, ilimpasa kuweza kuja. Serikali kwa ujumla inajaribu kuangalia namna gani ni bora ya kuendelea kuepusha matatizo kama haya, sababu imekuwa ni changamoto ambayo imekuwa ikitutesa ukanda huu uh, recently. Kwa hiyo hopefully kwamba ni taarifa ambayo inaumiza, lakini pia ni taarifa ambayo pia itafanya serikali yetu iongeze jitihada za kujaribu kutengeneza mazingira mazuri ya kuepusha hizi ajali ndogo ndogo ambazo zimekuwa zikitokea na kubwa ambazo zimekuwa zikigharimu maisha ya watu kwenye ukanda huu.